ujumla nipende tu kusema kwamba hali halisi iliyotokea na inajirudia rudia, umeona, wenzetu akaandode wanakuja natujashaa kifusi mvua kinsha kunaondoka. Umeona, adha ni kubwa, lakini <coughs> na leo hii kupitia mafuriko haya leo mvua iliyonyesha usiku, tunawashukuru vijana vijana, wamejitokeza kuwavusha watu kuwabeba migongoni kuvusha pikipiki lakini magari uwezekano wa kupita ni mgumu. Umeona, eh, uwezekano wa kupita magari ni mgumu, kuna maji yana kasi kubwa. Umeona, eh, na stoshe hata kama maji yatapungua magari kupita takuwa na shida kwa sababu pale chini pana mawe makubwa, kifusi chote kilichowekwa na TANROAD kimeondoka, lakini tumshukuru naye waziri mkuu wa mkoa alikuja na mkuu wa wilaya walipaona mahali hapa, na wakasema kwamba watapofanyia kazi basi. Tuombe kama mvua zitakapokuwa zimekata, hapo panachotakiwa tupate daraja kubwa ambalo linaweza likavusha maji kwa chini, na daraja likawa juu, watu wakavuka kwa urahisi. Kwa sasa hivi magari yamesimama, kuna wagonjwa kwenye magari, kwenda Ifakara inashindikana. Unaona, adha ya hapa ni kubwa. Lakini hata hivyo, kuna pale mbele tena, pale kwenye kona pale mbele crossing pale, yani usiku wa leo kama itanyesha lazima pakatike, maseno takatika kabisa, kwa tuombe. Najua serikali ya mama yetu wa Samia Suluhu Hassan sikivu, ije ione hali halisi ya hapa, hali ni ngumu, na najua kwa jitihada aliyoileta viongozi waliokuja wameenda kulifanyia kazi basi wapaangalie kwa macho mawili kuja kuimalizia hii barabara ikawa iko vizuri kabisa, usiate shida, maana ni kila mwaka Kalengakellu Lungwasi ina shida na, na mashimo ni mengi, waja yaasafisha akawe vizuri, maisha mengine yaendelee kwa nchi wetu.